Assalamu alaikum, mambo zenu, kwa majina naitwa Rukia Laltia na, na karibuni sana katika chaneli yangu. Katika video ya leo ningependa kuwafunza jinsi ya kupika biryani ya Kiswahili ya kuchanganya kwa njia rahisi na tamu sana. Jamani ni mwaka 2026 na kama hujui kupika biryani basi hii video itakuwa ni ya kwako wewe. Moja kwa moja tutaanza na matayarisho yetu ya roast letu. Mimi nimetumia nyama ya kondoo ama unaweza kutumia nyama yote ambayo unaopenda wewe mwenyewe, ikiwa ni mbuzi, ikiwa ni kondoo, ikiwa ni kuku, that's up to you. Kisha tutaweka nyanya. Mimi nimetumia tu nyanya za ready made, yani nimekuwa mvivu sikuizi, nataka kila kitu cha ready made. Ama pia unaweza kutumia tu nyanya za kawaida ukazikata kwa vipande vidogo vidogo, kama nyanya nne hivi kubwa mpaka tano. Alafu tutaanza kuweka spices. Spices nitaandikia hapo chini. Nitaanza kuweka curry powder manjano kiasi, biryani ya unga kijiko kimoja chakula na uzile, yani bizari nyembamba kijiko kimoja chakula, na nitaweka na hizi onion seeds kijiko kimoja kidogo, ila siyo lazima. Nitaweka na karafuu, nitaweka na pilipili manga, iliki, pamoja na mdalasini ya vijiti kisha tutaendelea na kuweka kijiko kimoja cha kula cha garam masala, kikombe kimoja cha yogurt plain, yani si yogurt ya vanilla wala sobe, yani yogurt iwe tu plain. Alafu nitaweka vijiko viwili vya kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja. Kisha nitakamulia na ndimu moja ambayo iko na maji ya kutosha. Ikiwa ndimu yako haina maji, basi utaongeza utaongeza ndimu nyingine. Alafu nitaweka na giligilani kiasi, ama pia unaweza kutumia dania kiasi. Alafu nitaweka na kikebe kimoja cha tomato ya mkebe, nitaweka tu na chumvi kiasi, na nitaweka na kikombe nusu cha mafuta. Bila kusahau, mimi upande wangu napenda kuweka viazi vangu hapa mwanzoni, unaweza kuvitia rangi kiasi. Mimi napenda viazi mwanzo vikole, yani viroweke na hii rosti, alafu baadaye katikati nitavitoa vile viazi vangu, nitavirudisha viazi baadaye. Kisha utachanganya rosti lako vizuri, alafu utaweka rosti lako kwa moto mdogo, yani usiwe na haraka, uache rosti lako lipikike kwa moto mdogo mdogo kwa dakika 40 mpaka jisaji moja, ama utakapoona rosti lako limeiva vizuri. Huku rosti letu likipikika, nitaanza matayarisho ya vitunguu. Jamani, chakula chochote kinahitaji vitunguu vya kutosha. Utatumia vitunguu vinne mpaka vitano vikubwa, utavimenya kwa slice nyembamba kama hizo, alafu utavikaanga mpaka vipate rangi ya brown kama hii nzuri. Vikishapata rangi nzuri kama hii Then utaviweka kando. Vitunguu hivi nusu nitaweka katika rosti pale wakati rosti liko tayari kuiva, alafu nusu zingine za vitunguu nitatumia kupamba yani, nitaweka katika wali wangu kisha saizi tuta, tutaanza matayarisho ya wali yani, mchele wetu. Mimi jamani, mimi napenda mchele mchele wa basmati yani, sipendi mchele mwingine mimi, mchele wa basmati. Alafu jamani, mimi napenda kuosha mchele wangu mara tatu mara nne, sitaki kuambiwa jamani, wali wako uta, itakuwa hauna ladha, lakini it's so important for me nioshe mchele wangu mara tatu mara nne. Kisha utachukua tu sufuria yako ya kiasi, utaweka maji ya kutosha, ni maji ya kutosha yani, ya yani usibabaiki yani, hata mchele ukiwa una float usiwe na wasiwasi utatumikiza tu na sleti zako za limao kiasi, utaweka na bay leaves zako kiasi, pamoja na chumvi na mafuta. Funika na uwache maji yako ya chemke. Jua wengi watanuliza, wataniuliza kwa nini nimeweka limao, ili wali wetu upate kunukia vizuri. Alafu nitaweka mchele wangu ambao nimeuosha vizuri, nitakoroga kiasi, alafu nitauacha upikike mpaka utakapoiva, yani usiive completely, uive tu yani katikati tu, yani kama uko almost na kuiva. ukisha tayari nitautoa maji, alafu kwa kutumia sufuria hiyo hiyo nitaanza kupamba biryani yangu. Nitachukua mchele wangu hapo, kama unavyoona jamani, mchele umetoka vizuri, yani wali umetoka vizuri umoja mmoja mmoja. Utauweka chini kama hivyo, kisha utachukua rosti lako. Rosti letu hapa liko tayari, nishaweka pia vitunguu, pia tayari. Nitachukua rosti nitaliwekea juu yake, alafu nitaweka vitunguu. Vitunguu nimevigawa mara mbili, vingine nimeviweka katika rosti na vingine nitaviweka hapa, alafu nitafuatilia tena kuweka pia ni wali wangu, alafu nitaongeza na rosti langu, nitaweka tena na vitunguu, alafu mwisho kabisa nitaweka rangi tofauti. Rangi sio lazima ikiwa si mpenzi wa rangi, lakini mimi napenda biriani iwe na rangi. Nitatumia rangi ya machungwa, rangi ya kijani pamoja na rangi nyekundu kama hivyo, alafu mwisho kabisa nitanyunyiza na mafuta kama vijiko vitatu mpaka vinne vya kula, alafu nitafunika biriani yangu vizuri kwa kutumia foil. Unaweza kuweka katika oven, ukaweka ukaweka katika jiko la mkaa, ama ukatumia tu kama gesi kama langu, ama ikiwa ni electric haina neno, utafunika na uwache wali wako upikike yani sikupikika upate kukauka lile rosti na mchele lipate kuchanganyika vizuri kama dakika thelathini mpaka arobaini likishakuwa tayari utaacha kabla ya kupakua jamanini ngoja mwanzo mchele upoe kama dakika kumi na tano mpaka ishirini alafu utachukua kama uma hivi utauchanganya kiasi ili mchele wako usipate kukatika kwa kama hiki utachanganya rosti pamoja na wali vizuri na taratibu, ili biryani yako isikatike. Na afu analei, kama wanavyoona, biryani yetu jamani, imenoga mchuzi, umekolea wali, yani kila kitu kilikuwa perfect. Nikaandaa katika hotpot yangu na pia nilikuwa niko na njaa. Nilikuwa na rafiki yangu hapa, rafiki zangu pia tukala. Mashallah, mashallah, walisifu hichi chakula yani hichi chakula kilikuwa kitamu kitamu sana bala. Na I hope jamani mume enjoy hii recipe. Ikiwa mume enjoy hii recipe, please msisahau ku subscribe ikiwa ni mgeni, na usahau ku like, ku share na kunifollow katika social media zangu zote kote, natumia Rukia Laltia, na kwa herini, bye-bye.